Mchana, Mungu ni mwema kila wakati. Kwanza, awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho anaendelea kutuonyesha katika timu yetu ya TRA United Sports Club, na ninafahamu kabisa kwamba tulikuwa tunaifahamu hii timu ikiwa inaitwa Tabora United, si ndio? Lakini e, sasa kwa sasa hivi timu hii imebadilishwa, kwa lugha nyepesi ndio tukasema mvinyo ni ule ule ila chupa tofauti. Na tukisema mvinyo ni ule ule chupa tofauti tunamaanisha kwamba timu ni ile ile, isipokuwa kichobadilika ni jina, na ndio maana tukasema bado tunaendeleza kuita TRA United Sports Club. Ile ilikuwa ni Tabora United Sports Club, kwa hiyo bado imeendelea kwenye T U S ipo vilevile. Kwa hiyo aa, tumekuwa na utaratibu sasa hivi kwa sababu watu wengi tulishaizoea Tabora United na wakati timu inaitwa Tabora United tulikuwa tunapita kwenye vijiji, kasoro hapa siko ikufika. Ah, tulikuwa tunaishia kwenye maeneo mengine ndiyo maana nikamwambia vijana wangu kwamba sasa hivi tunatakiwa tufike kila mahali kwa sababu mpira ni mashabiki. Mashabiki wa mpira ni mchezaji wa kumi na mbili. Sisi tunaweza tukawa tumejiandaa vizuri kwenye mazoezi, kupanga timu ili tuweze kuwa bora zaidi lakini kama hatuna mashabiki ni kama tunakuwa hatujafanya kitu, na tunafahamu mkoa wetu wa Tabora ni mkoa ambao unapenda sana mpira. Tulikuwa tuna ushuhuda mkubwa, wakati timu inaitwa Tabora watu walikuwa wanaisapoti sana. Kwa hiyo tunatamani kuona ile spiriti uh, ya wakati tunaita Tabora United sasa inakwenda kuendelea uh, katika TRA United Sports Club kwa hiyo leo hii nimewatembelea hapa kuzungumza na nyinyi ndugu zetu, kwa ajili ya kuwaomba sapoti ya kuomba muendelee kuisapoti TRA United Sports Club popote pale ambapo itakuwa, na wiki hii ama wikendi hii, mwenyezi Mungu akitujalia tukiwa hai, tutakuwa na mechi hapa Tabora na tunacheza katika uwanja wetu wa Aliasani Mwinyi na tunacheza dhidi ya Tanzania Prisons, kwa hiyo mechi ni saa nane kamili mchana, ambao tunacheza katika uwanja wetu wa Ali Hassan Mwinyi. Na utaratibu huu wa kupita nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa tunakutana kwa ajili ya kuzungumzia timu yetu lakini pia kuwahamasisha watu waweze kwenda uwanjani. Kwa hiyo kabla sijaendelea, napenda niwakaribishe ndugu zangu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Natoa nafasi kwa wadau kuuliza maswali lakini pia kutoa ushauri ambao sisi tutaubeba kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi, na baada ya hapo tutazungumza wote kwa pamoja na nini ambacho tunakwenda kukifanya siku ya Jumamosi. Nafikiri mwelewa, si ndio? Wapenda haya, nakaribisha mtu ambaye ana swali, mtu ambaye ana maoni na anataka kuchangia kitu chochote, karibu. Baada ya hapo tutaendelea na utaratibu wetu mwingine. mwenye swali swali, maoni, ushauri, sisitizo. Ganga yuko wapi? Tumpate utashinde mechi. <laughs> <laughs> Ay, aya haya, kwa hiyo swali litamburishe. <laughs> Jina lako, zungumza kile ambacho, kama ni swali unauliza, kama ni ushauri, kama ni maoni, pia karibu. Yetu Alfani Jumana Ismaili mimi mimi nawaza mimi nawazo, maana mara ya kwanza nilikuwa ndio Tabora, si ndivyo? Sasa mara ya kwanza kwanza mlikuja kaushtua kwenye timu ilivyokuja Simba hapo mwaka jana, mlikuwa kiingilio kilikuwa shilingi elfu tano anapokuja Simba. Sasa alipokuja Simba kipindi hichi, mmeshangaa kwanza so

Mnatufikiriaje sisi ambao ni hali ya chini, ndio swali langu mimi. so, sawa asante. Napokea maswali matatu alafu naji mwingine. Asante kwa majina. Naitwa Saidi Mohamed Saidi Mustafa Karukarangu, mkazi wa Tabora manispaa, vilevile mlipakodi. Ah, uh, tukirudi katika michezo kiukweli, tusiwe waongo wala tusiwe pepese pepese, yani kipindi TRA inaitwa Tabora United, kiukweli ilikuwa inatugusa ndani ya nafsi zetu yani nanakosikia e, kwamba Tabora inacheza na mimi nikizingatia ni msukuma wa Tabora kwao, tukawa tunapata tuseme ule mshtuko na hamasa kubwa sana, lakini kiukweli baada ya kubadilisho la kuitwa TRA United kuna vitu vimeingia ndani ya mioyo yetu, ni lazima tunyoke, okay. Waarabu wanasema kulo haki waikana mora e, sema kweli ingalau inauma, mimi binafsi a, nimekuwa sina msukumo yani eh, ule msukumo kwa sababu TRA ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni taasisi tuseme ya iko Tanzania nzima, unaona eh, kenda Dar es Salaam TRA ipo Mpanda, Morogoro, wapi kote. Kwa hiyo tunaona kama vile ni timu ambayo imekuwa ya Tanzania sasa, yani kama Taifa Stars tu, unaona kwa maana eh, inashabikiwa na wote, kwa hiyo sijui sijui Christina, dadangu uta uta uta utafanyaje, uta, uta, uta ili kuweza sisi mashabiki wa mpira wa Tabora tuweze uweze kutupa maneno au we na jopo yako eh, kwamba ionekane kwamba bwana, hapana, hii ni timu ya Tabora. Kakaangu hapo alizungumza hapa kwamba najua sasa hivi watu mmekuwa anasema kwamba mmekuwa tufanye kwamba nasema kwamba nimeshakuwa ta sio tena timu yetu. Unaona ni kweli, wala sio siri, yani toka yani toka msimu umeanza kiukweli sijakanyaga hata uwanjani, nimekuwa naangalia tu kwenye TV alafu wala siumii. Yani niko kati kwa kati eh. Kiukweli sasa sijui mtatuambia nini ili kutupa msukumo. Nisamehe lakini, ila nimependa kuzungumza ukweli kwa sababu mimi ni Mwislamu. Asante. Aya, swali so la pili mwingine la mwisho ili twe, tujibu. Lingine mwingine, mwenye maoni, mwenye swali dukuduku, ushauri, mwingine mwingine. Aya, tujibu kwanza hayo mawili eh. Kwanza kabisa mimi nawapongeza kusema ukweli kwa sababu siku zote tunasema msema ukweli ni mpenzi wa Mungu, na, na mimi mwenyewe binafsi huwa sipendaji unafiki eh? Na mimi niwapongeze na kuwashukuru kwa kuona kwamba mmezungumza kile kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yetu, yaani ulichokuwa nacho wewe huenda na mwingine na mwingine na mwingine. Nikianza na swali la rafiki yangu hapa kuhusiana na ishu ya ticket, ni kweli katika mara ya kwanza mechi hizi mechi kubwa, nafikiri ilikuwa ni mechi ya Simba. Mechi ya Simba tuliwekaga kiingilio shilingi elfu tano kwa shilingi elfu kumi. Lakini mechi ya Yanga tuliweka elfu kumi kwa shilingi elfu ishirini. Kama tunakumbuka vizuri. Kwa hiyo kwa utaratibu wa viingilio huwa inategemeaga inabadilika kwa sababu sio kwa sababu timu imeitwa TRA United Sports Club sasa ndio tunatakiwa kupandisha kwa sababu hata tukikumbuka katika kumbukumbu zetu nzuri wakati timu inaitwa Tabora uh, United, mechi ya Yanga tuliweka viingilio shilingi elfu kumi kwa shilingi elfu ishirini Mechi ya Simba tukaja tukaweka shilingi 5,000 kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunaweza tuka, tukaenda katika kukaa kupanga vile viingilio upya, na kwa sababu mechi yenyewe ilierishwa, nafikiri pia imepangiwa tarehe kwamba mechi ile itachezwa tarehe tatu ya mwezi wa kumi na mbili Kwa hiyo nimepokea maoni na, na sio wewe pekee kuna watu wengine pia walikuwa wanauliza. Wakati nipo kwenye kipindi cha redio, watu walikuwa wanapiga simu, wanauliza kuhusiana na swala zima la viingilio, na, na wengine pia walipendekeza kwamba ishu ya viingilio basi tuweze kuipunguza. Kwa hiyo, mimi nalichukua hapa na ninakwenda kulifanyia kazi, wakati tukirudi kuandaa upya ule mkeka wa vingilio, basi tutaangalia namna ya kuweza kufanya ili basi watu wote ambao hawawezi kuafodi Uh, shilingi elfu kumi basi waweze kuafodi uh, kwa maana ya kuwa uwanjani pamoja kwa kiingilio ambacho unaweza kukieka ambacho kitakuwa ni reasonable kwa kila mmoja, lakini sio kwamba uh, tulipandisha vingilio kwa sababu timu inaitwa TRA United Sports Club. Kwa hiyo ile huwa ina viingilio huwa inategemea kutokana na mazingira, yani kwamba unaangalia mechi hii upepo wake ukoje, na hii tunakwenda, upepo ukoje. Kwa hiyo ndio maana hata mechi za kawaida tuna tumeweka shilingi elfu tatu kwa shilingi elfu tano kwa maana ya mechi ya Jumamosi dhidi ya Tanzania Prisons. Mzunguko ni shilingi elfu tatu na VIP ni shilingi elfu tano. Kwa hiyo naamini hili nimelichukua na tutakwenda kulifanyia kazi. Nikirudi kwa kaka yangu swala lake lingine. Kweli umezungumza ukweli. Ah, kwa sababu tukisema tukizungumzia TRA United Sports Club tunazungumzia ni timu ya Watanzania wote. Yaani ni Taifa Stars iliyochangamka. Yaani kasoro tu hatuvai jezi ile ambayo imeandikwa Taifa Stars. Yaani ni Taifa Stars iliyochangamka, imewekwa ndimu, malimao na nini na nini, yaani ina kila kitu na tukisema TRA United Sports Club, ndugu zangu, tunazungumzia hii ni timu ya walipakodi, ni timu ya watanzania wote, yaani kila mmoja ana feel proud kuona. Ni kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunawafikia watanzania wote kuhusiana na kutoa elimu ili ya lazima tunazungumzia elimu kwa mlipa kodi. Yaani tunahitaji watanzania wote waone kwamba kulipa kodi ni swala la kizalendo na ni swala ambalo tunapaswa kila mtanzania kuona kabisa kwamba nina haki ama nina wajibu wa kuweza kulipa kodi. Lakini swala lingine, kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo ambao unafikiwa na watu wengi sana, ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi, kwa hiyo ili elimu hii iweze kumfikia kila mmoja, ndiyo maana timu wakaita TRA United Sports Club kwa maana mamlaka mapato Tanzania kuamua kumiliki timu ya mpira wa miguu ambayo itakwenda uwezo wa kuweza kufika kila mahali kuweza kuzungumza na Watanzania, lakini pia kuweza kuhamasisha na kutoa elimu kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi. Lakini pia kitu cha pili ni kuleta ushindani kuleta ushindani kwa maana kwamba taasisi kubwa kama TRA ni taasisi ambayo imekuwa iko pamoja na Watanzania kwa hiyo, ili kuweza kurudisha kwa jamii, leo hii tunazungumza, uh, tuna mechi kesho kutwa. Kesho kutwa tuna mechi, tunatoka hapa, tunatoa bonus labda kwenye hichi kijiwe, bonus ya tiketi kama tano. Kwa hiyo, hiyo na yenyewe pia tunakuwa tunarudisha kwa jamii, lakini pia kuna kunakuwa na na so lazima kwamba tunaajiri wachezaji tunaajiri makocha tunaajiri watumishi wengine, kwa hiyo ile na yenyewe pia inakuwa inarudisha kwa jamii. Kwa hiyo pia tunawapa nafasi wa Tanzania walipa kodi wetu kupata burudani kwamba tunapokwenda tuna tunatoa elimu kwa watu kuhusiana na suala zima la ulipaji wa kodi. Sasa kuna ile nafasi ya kuwapa wale walipa kodi, kuwapa ile nafasi ya kuinjoy ya kujumuika pamoja Sio kila siku tunakutana huko tunaanza kuzungumza mambo ya kodi, lakini kuna ule muda tunakutana sasa uwanjani, tuna, tunaangalia mpira. Kwa hiyo pale pia kuna kitu ambacho tunakwenda ukipata kitu tofauti. Kwa hiyo tunahitaji kuleta ushindani, na hii timu sio kwamba itacheza tu ili iweze kuongeza idadi ya timu. Timu ambayo ina malengo makubwa ya kuweza kuwaambia Watanzania kwamba kwenye mpira lolote linawezekana, na sisi kama taasisi ya TRA tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi katika swala zima la mpira wa miguu. Kwa hiyo ni waombe na kuwaambia ndugu zangu kwamba turudishe ile hali kama tuliyokuwa nayo mwanzo wakati timu inaitwa Tadora. Tusichukulie kwamba kwa sababu timu inaitwa TRA sasa, hii timu kwa sababu ni Watanzania wote mimi siendi uwanjani, unaelewa?